Jina la Yesu Kristo eh, sisi ni washindi tena zaidi ya washindi. Twende shilo, bado pana matumaini. Hata kama mti umekatwa, kwa harufu ya maji utachipuka tena, back to the roots. Amini Mungu ambaye amekusaidia na kukulinda kukubariki na kukupea wema huu wote atakupa uwezo tena. Tunapoelekea wikendi, nguvu zake Mungu zitakulinda popote utakapofika. Mathew Ndeva ndilo jina langu na uko ndani ya Radio Fortune Africa redio yako inayokuwa kwa kasi sana duniani. Kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, ukweli na burudani, sikiliza idhaa hii, idhaa ya Kiswahili Radio Fortune Africa. E, na Mungu atakulinda sana. Ukweli na burudani. Wema wake na fadhili zake zitatutunza kutulinda na kutubariki siku zote. 45 61 468, yoni till number ya Radio Fortune Africa. Popote ulipo, unaweza tumia tili hiyo kwa ajili ya kusimama kituo hiki. Tuonapo tumeonekana hivi hewani e, tuna gharama chache ndogo ndogo, lakini tunaamini Mungu e, Bwana anatenda mapenzi yake na tunavuka vizuri. Zaidi ya yote pia tuna maono na ndoto nzito kabisa, tunatamani kuvuka kutoka sehemu moja kwenda nyingine kwa baraka za Mungu tele. Ndipo sote tunakushirikisha kwa hizi baraka. Maana tunasema natamani kuwa na transmitter, mtambo wa nguvu, utakao tusaidia kupeperusha sauti zetu, na matangazo yetu pia na mahubiri haya ufika mbali kwa njia ya FM na inawezekana. E, shiriki baraka zile, usichoke. E, tumia e nambari hizi kwa ajili ya baraka hizo, na Mungu atakutenda mema kabisa na atakuinua. 4561468, namba yetu na neema na rehema za Baba zitakutosha siku zote. Nukuu ya matumaini, asante. Msidanganyike, Mungu hajaikiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna chochote apandacho mtu katika nukuu. Chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Yeye apandaye katika mwili wake atavuna uharibifu, yeye apandaye katika Roho atavuna uzima wa milele siku zote. Apandaye katika hali ya uchache atavuna kwa uchache, yeye apandaye katika bidii na kwa wingi atavuna kwa wingi so tukasema katika nukuu, majira ya asubuhi, chochote apandacho mtu, wakati wa mavuno ndicho atakachovuna. Moyo wangu katika nukuu wa kuombea sana ya kwamba mbegu uliyoipanda ikamee na mwishowe uvune katika hali ya kuinuliwa zaidi. Maana yeyote aendaye anaweza panda katika hali ya kuona ni kama ya udhaifu, ama anaweza panda katika hali ya watu kumchekelea kwamba haendi popote. Anaweza panda katika hali ya watu kusema hata nalolifanya alitasimama lakini ninakutia moyo katika nukuu ya matumaini ya kwamba chochote utakachokipanda mwishowe utakivuna, na tunaamini mbegu yako itakapoangua katika udongo, Bwana atalete mvua naye itamea, na mwishowe itamea na kuwa mingi. Maana upandapo indi moja chini, mwishowe unapoenda likakuwa limekomaa, unapata mengi kulingana na jinsi hali ya anga ilivyokuwa. Upandapo mbegu katika udongo Siku zote unaamini baada ya muda mbegu ile itamea na itaongezeka kutoka mahali ilikokuwa kusonga sehemu ya pili, na Bwana akusaidie kwa mbegu uliyoipanda. Maana apandacho mtu katika nukuu ndicho atakachovuna. Je, unapanda nini? Mawazo yako na nia yako katika vitu vipandavyo, natamani vikue tena vimee sana katika sehemu kubwa ya upanzi wa neno la Mungu. Maana maandiko yamesema Msidanganyike Mungu hajiekiwi kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Maana yeye apandaye kwa mwili wake katika mwili wake atavuna uharibifu. Yeye apandaye katika roho atavuna uzima tena uzima wa milele. Tusichoke katika kutenda mema maana tutavuna kwa wakati wake e, pasipo kuzimia roho. Endelea kupanda katika wema na usichoke. Endelea kupanda katika nguvu na usichoke. Endelea kupanda katika neema ya Mungu na usichoke. Endelea kupanda katika kibali cha Jehova na mwisho wa kupanda, unachokipanda kile utavuna. Maana Mungu anatazama bidii ulionayo na jinsi unavyopanda mbegu yako, maana kiwango nachoondoka mapema asubuhi hivi kwa ajili ya kulipanda neno lake Mungu, umeamka mapema hivi kabisa kwa sababu ya biashara yako, unapanda mbegu itakayemea. Naamini kizazi na kizazi na kizazi chako kitakachokuja ya kitashiriki baraka za mbegu ulizozipanda maana zitamea na mwishowe zitakuwa baraka tele. Katika nukuu, chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna, na maisha yako yafanye kuwa bora tena ya kupendeza, ili kesho utasalia kwa ushuhuda, na lipanda na Bwana akalinda na kutunza, na leo mbegu hii imesimama na ushindi umeonekana. Na ndiyo nukuu ya matumaini asubuhi ya leo. Bwana akulinda akutunze akubariki na kutende mema. Asante kuendelea kuwa mfatilizi, msikilizi na mtazamaji katika mitandao yote ya kijamii. Bwana akulinde kabisa na uwe na wikendi iliyobarikiwa tena iliyoinuliwa na kibali cha Mungu kikulinda kutunza kabisa katika jina la Yesu Kristo. Asante. Mathew Ndeva ndilo jina langu na ni redio yako kubwa inayetamba na kukua kwa kasi sana duniani na vipindi vyetu vyote, tunasema Bwana vibariki na zaidi ya yote pia akubariki wewe msikilizaji wetu. Rehema za Baba na nguvu zake zikulinde na utukufu wake ukutunze siku zote. Shalom.